Bwana Yesu asifiwe sana. Baba alishanitambulisha, anaitwa Baraka Nguvila na amini, tumehudumiwa kwa neno la Mungu kupitia waimbaji wetu. Kuna mambo mengi ambayo wameyaongea, lakini mimi nina kitu cha kuzungumza kinachokutazamisha wewe kwenye nafasi yako, ili pia tusiwe tumekupa tu kuona wajibu wako kwenye kuhubiri injili kwingine, lakini pia tutengeneze kuitambua nafasi yako hata kwenye ngazi ya familia uliopo na vizazi vya kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nitazungumza jinsi ya kuanzilisha baraka za kivizazi, jinsi ya kuanzilisha baraka za kivizazi, na moja kwa moja tutasoma neno la Mungu kutoka Kumbukumbu kumbu la Torati mlango wa 30 mstari wa kumi na tisa. Kumbukumbu kumbu la Torati thelathini Mstari wa kumi na tisa anasema, nazishuhudiza mbingu na nchi juu yenu hivi leo, kwa kuwa nimekuwekea mbele yako uzima na mauti, baraka na laana, basi chagua uzima ili uwe hai wewe na uzao wako. Haleluya, haleluya. Mungu anasema kwamba amekuwekea mbele yako uzima na mauti, alafu ameweka baraka na laana, ila anasema chagua uzima ili uwe hai wewe na uzao wako. Zingatia, hajasema wewe peke yake, amesema wewe na uzao wako. Maana yake nini? Maamuzi ambayo wewe unafanya hayaishi kuwa na mguso kwako ila ni maamuzi ambayo yanaenda mpaka kwa uzao wako. Maana yake kuanzia leo, chochote ambacho nakitengeneza na, na chochote ambacho nakifanya kuanzia kwa Mungu, ni kitu ambacho kina nguvu na kina mguso, sio kwako peke yako, mpaka kwa uzao baada yako. Jina la Bwana barike sana. Natamani tufahamu ya kwamba maisha tunayoishi ni matokeo ya maamuzi tuliyoyafanya. Maisha ninayoishi siyo bahati nasibu, maisha ni maamuzi. Bwana Yesu zibe sana. Na kwa mujibu wa neno la Mungu, maamuzi ambayo mtu anafanya huwa hayaishii kwake peke yake, huwa yanaenda mpaka kwa wanaomfuata. Jina la Bwana anibarikie sana, haleluya. Na Mungu anasema mbele ya maisha kila mmoja aliyeko mahali hapa, Mungu ameweka mambo mawili, alafu amekupa nafasi wewe uweze kuchagua ni jambo gani unataka liwe kwako. Jambo la kwanza Mungu ameweka mbele yako baraka ambazo ndani yake zina uzima na ustawi wa kwako. Jambo la pili ambalo Mungu ameweka mbele yako ni laana ambazo ndani yake zina mauti na uharibifu wa kila namna. Jina Bwana barikiwe sana. Na mungu amekupa nafasi wewe ili uweze kuamua, na kila ambacho wewe utaamua hakitaishia kufanya kazi kwako peke yake, bali kitaenda kitaendelea kufanya kazi mpaka kwa uzao wako. Bwana Yesu asifiwe sana, haleluya. Sasa leo ninashughulikia eneo la baraka. Nimeweka kwamba kila mmoja aliyeko mahali hapa amechagua maisha yake, amechagua upande wa baraka, amechagua upande wa uzima. Kwa hiyo natamani niongee vitu ambavyo vitakusaidia kile ulichokichagua kiweze kwenda na kuwa na mguso kwenye vizazi vyako. Haleluya, haleluya. Kwanza, baraka ni nini? Baraka ni nini? Baraka ni nguvu ya rohoni ambayo Mungu huiweka juu ya watu wake ili ihusike kuyadhihirisha mema na ustawi wa mwilini wa maisha yao. Baraka ni nguvu ya rohoni ambayo Mungu huwa anaiweka juu ya watu wake iliyo nguvu ya rohoni iweze kuhusika kuyadhirisha mema na ustawi wa maisha ya watu ya mwilini. Jina Bwana barikiwe sana. Na jua wote, najua mawazo ya Mungu siku zote ni mawazo mema. Mungu anapokuwaza wewe, anakuwaza wewe ambaye utastawi, anakuwaza wewe ambaye utafanikiwa, anakuwaza wewe ambaye utaongezeka jina la Bwana barikiwe sana. Na ndio maana anaweka kwako kitu kinachoitwa baraka, ila anakupa wewe kuchagua hiyo baraka. Haleluya, haleluya. Tunafahamu hata Mungu alipoumba dunia alipoumba pale Mwanzo moja ishirini na sita mpaka ishirini na nane kabla hajamleta hata mwanadamu mwilini, alipomtengeneza rohoni alimbebesha baraka. Maandiko yanasema Mungu akambarikia akamwambia zaeni, mkaongezeke. Maana yake baraka ilitangulia hata kabla ya mwanadamu hajaja mwilini bado, kwa sababu kwenye maandiko mwanadamu alikuja mwilini kule Mwanzo mbili mstari wa saba lakini pale Mwanzo moja ishirini na saba Mungu alikuwa anatengeneza roho na ile roho aliyokuwa anatengeneza akaiwekea nguvu ya rohoni ya kumsaidia huyu mwanadamu atakapoingia ndani ya mwili, maisha yake ya mwilini yawe yamejaa mema na ustawi kwenye kila jambo. Jina la Bwana barikiwe sana, haleluya, haleluya, haleluya. Kwa lugha nyingine, baraka ni uwezo wa kiungu ambao huwa unakaa juu ya watu ili kusababisha watu kufanikiwa. Sawa sana, neno la Mungu liliozungumzwa kuhusiana na hiyo baraka. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sasa angalia, anguko lilipotokea likamwondoa mwanadamu kwenye mkondo wa baraka. Angalia, Mungu alikuwa ameongea na Adamu na Eva, akawa amewapa nafasi ya kuishi upande wa baraka au kuchagua kuishi upande wa laana. Mwanadamu akaamua kwa hiari yake achague upande wa laana kupitia kuto kusikiliza kile Mungu alichokiongea. Anguko likatokea, and the impact ya anguko imeendelea kusumbua vizazi mpaka vizazi. Haleluya! Lakini kwamba anguko lilikuwa limetokea, limekuwa na impact kwa vizazi, bado Mungu hakutaka ishi tu kwamba maamuzi ya Adamu yaishie kwa Adamu. Mungu alikuwa anaendelea kutengeneza nafasi bado ya watu kuchagua wanataka nini kiwepo kwenye maisha yao. Je, wapo wanaotaka nguvu ya rohoni ya kuwafanikisha au wapo ambao hawataki yo nguvu, ila wanataka wakae kwenye mkondo wa laana, maisha dhaifu? Jina la Bwana nibarikie sana, haleluya. Sasa kwenye maandiko kuna watu mbalimbali ambao kwenye maisha yao ya duniani walichagua upande wa baraka, na ule upande aliochagua, tunaona mguso wake unaendelea kufanya kazi kwenye vizazi vingi baada yao. Na kwa hapa nitatolea mfano mmoja, wote tunamfahamu Ibrahim, si ndio hivyo? Tunamfahamu Ibrahim. Ibrahim leo tunamwita baba wa imani, si ndio hivyo? Ibrahimu alichagua upande wa baraka, alichagua upande wa kuishi maisha sahihi na Mungu, ili ule usahihi wa maisha yake uwe lango la Mungu kuviendea vizazi vyake. Leo kuna kinaimba, naimba baraka za Ibrahimu. Tunapozungumza baraka za Ibrahimu, maanake nini? Ni nguvu ya rohoni ambayo Ibrahimu alikamata ambaye nguvu ya rohoni ambayo Ibrahimu aliikamata ilikuwa ina uwezo wa kusababisha kufanikiwa. Hata ulipofika wakati wake wa kuondoka, Ibrahimu ile nguvu aliyoikamata ya rohoni iliyobeba mema na ustawi akaihamishia kwa Isaka. Jina Bwana barikiwe sana. Isaka naye akaihamishia kwa Yakobo, Yakobo akaiamishia kwa taifa zima la Israeli, na akaja Yesu akaihamishia ile baraka Ibrahim Ibrahimu, ili uweze kuja mpaka kwangu mimi na wewe leo. Jina la Bwana barikiwe sana, haleluya. Lakini hayo yote ni maisha ambayo yalianzilishwa na mtu mmoja aliyekubali kuishi namna Mungu anavyotaka aishi, akatengeneza hayo yote na ndivyo ambavyo mimi na wewe leo tuna nafasi ya kuamua. Haleluya, una nafasi ya kuamua kukamata nguvu fulani rohoni, ambayo ndani yake imejaa mema, ambayo ndani yake imejaa mafanikio. Na ukikamata hiyo nguvu, haitaishia kufanya kazi kwako peke yake iyo nguvu itaenda kwa watoto wako, itaenda kwa wajukuu zako, itaenda kwa vizazi vyako vyote baada yako. Jina la Bwana ibarikie sana. Haleluya! mambo muhimu ili kuwa mwanzilishi wa baraka, mambo muhimu ili kuwa mwanzilishi wa baraka. Jambo la kwanza, mahusiano binafsi na yakina na Mungu, mahusiano binafsi na yakina na Mungu. Hawezi kuanzilisha baraka za Mungu kwenye uzao wako kama hauna mahusiano binafsi na Mungu, kwa sababu baraka ni matokeo ya ushirika, ni matokeo ya mahusiano. Bwana, nikupe mfano utanielewa leo. Siku na vitu tunaongea juu ya laana za ukoo, sijui na vitu gani, tunavifahamu, si ndio? Hivyo Bwana Yesu ziwe sana. Tunaongea juu ya laana za ukoo, mipaka mbalimbali mbali ambayo imekuwa rohoni kwenye maisha ya watu. Unajua, hiyo mipaka haikutokea tu from nowhere no, ila kuna watu waliotutangulia walitengeneza mahusiano na roho fulani za kipepo, wakazipa uhalali zifuatilie maisha ya vizazi vyao. Ndio maana leo tunajikuta watu wengi watu wengi wanaendelea kupambana na impact ya mahusiano ambayo vizazi vilivyotangulia vilitengeneza na roho fulani za kipepo. Jina la Bwana libarikiwe sana, haleluya. Bwana Yesu zivwe sana. Sasa sisi ambao tumekombolewa na Kristo, wakati mwingine tumeridhika sana na tumekuwa na mahusiano dhaifu na Mungu kwa kiwango ambacho hakuna vitu ambavyo maisha yetu yanavitengeneza ya kusaidia vizazi vinavyokuja. Mababu walimaanisha sana kule gizani, wakatengeneza matatizo mengi. Sisi tuko upande wa Mungu, upande wa mema, upande wa neema, tunatengeneza nini? Ibrahimu tena ye aliishi agano la kale, alitengeneza vitu ambavyo mpaka leo sisi tunavifurahia. Wewe maisha yako yanatengeneza nini? Kwa hiyo mahusiano ya kina na Mungu ni mlango wa Mungu kwenye familia yako na kwenye uzao wako. Jambo la pili, imani kwa Mungu isiyoyumbishwa na chochote. Waebrania 11:6, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu, maana yeyote anayemwendea Mungu lazima aamini kwamba yupo na tena uwapa thawabu wote wamtafutao lakini hata Ibrahimu leo tunamwita kuwa baba wa imani. Ni kwa sababu ya imani aliyokuwa amejenga. Bwana Yesu ziwe sana. Waebrania 11 mstari wa 17 mpaka 19 inaongea kwa habari ya Ibrahim. inaongea kwa habari ya Ibrahim. Waebrania 11 mstari wa 17 mpaka 19. Ibrahim hata alipoambiwa na Mungu maelekezo magumu, lakini alikuwa na imani kubwa kwa Mungu isiyoangalia mazingira ila inayoangalia Mungu anachokisema. Kabla hatujamwita Ibrahimu kama mwanzilishwa wa baraka, tunamwona Ibrahimu kama baba wa imani. Haleluya! kama nataka kuwa baba wa imani kwenye uzao wako lazima uwe. Kama nataka kuwa mpitisha baraka kwenye uzao wako lazima uwe baba wa imani kwenye uzao wako lazima uwe mama wa imani kwenye uzao wako haleluya. Jambo la tatu, utii wa maelekezo kwa wakati. Utii wa maelekezo kwa wakati, miongoni mwa kitu ambacho kilimpandisha Ibrahimu ni utii baki. Ilifika hatua Mungu anaambia nipe Isaka, lakini Ibrahimu hakuogopa kutoa. Leo kuna watu, Mungu akiongea na wewe uh, uh, kwama umpatie jambo Mungu atahitaji kutumia nguvu kubwa sana ndio uweze kumsikiliza. Unaweza ukaangalia tu maisha yako Mungu akikwambia mwanangu, ninaomba hiki kitu utajikuta una, una bageni sana, na katika eneo ambalo watu wana, yani watu wanatamani Mungu aongee nao, si ndio hivyo? Lakini akiwapa maelekezo, watu wanahakikisha wanatengeneza mashaka mengi. Kwani kwa sababu, wanakuwa hawako tayari kuyatii maelekezo. Mtu Mungu anaweza kaa anasema naye kabisa, lakini ana, akishasikia kile cha Mungu hataki kukifuata kwa kuwa hataki kujifuata ataanza kutengeneza mawazo kwamba inawezekana sio Mungu anaongea naye, lakini kumbe ni kwa sababu ya moyo wake haujawa sawasawa sawa kwa Mungu. Kila mmoja hapa ana maelekezo na mwingine, Mungu anaweza akakupa maelekezo makubwa, wewe uka, ukafanya kwa udogo, alafu watu wengine wakaona kwamba umefanya, lakini in heaven unakuwa hauhesabiki kama umefanya. Kilichomsaidia Ibrahim Ibrahim, Mungu anamtokea Mwanzo kumi na mbili kwamba toka nchi yako nenda nchi ya ugeni. Ibrahim tayari ameamka asubuhi, anaanza kufanya arrangement, anaondoka. Mungu amemtokea usiku Ibrahim kwamba naomba Isaka, Ibrahim ameamka asubuhi, ameshafanya arrangement ya safari, anaondoka, anaenda kutii jina. Bwana barikiwe sana, kwa sababu nguvu ya utii haipo tu kwa sababu umetii, ila kuna nguvu ya utii imefichwa ndani ya wakati. Haleluya. Kuchelewa kutii ni sawa sawa na kuto kutii, kwa sababu Mungu ameweka matokeo utii kuanzia pia kwenye muda unapotii. jambo la mwisho, maombi yenye bidii na mwendelezo. Maombi yenye bidii na mwendelezo, maombi ndio huzisafirisha baraka za Mungu ziweze kutoka kwako kuendea uzao wako. Maombi, ntaka nikuambie unapoanza kuwa na maombi mengi yale maombi yanakuwa mlango wa Mungu kwenda kwenye uzao wako. Jina la Bwana barikiwe sana. Kama ulitangulia kuomba sana, hata ikaje, ikatokea ukaondoka duniani, kwa sababu uliomba, yale maombi yalitengeneza uhusika wa Mungu na wewe. Hata ikitokea umeondoka, bado yale maombi yatakuwa yanaendelea kufanya kazi, bado Mungu atakuwa anaitumia lango la maombi ulioomba kuendelea kuhusika na uzao wako na vizazi vyako. Na hatuombi kwa sababu tuna mahitaji peke yake, no. Maombi ni biashara yenye maana kubwa kwenye ulimwengu wa roho, kukaribisha uhusika wa Mungu kwenye maisha yetu na kwa uzao wetu. Amen, haleluya. Unaweza ukafunika macho yako, ni mshukuru Mungu. Mungu liye hai katika jina na damu ya Yesu, ninakushukuru e Bwana kwa kuwa ni mwema. Sante kwa kwa siku ya leo, umetupa neema e Bwana, tuje nyumbani mwako tuliabudu jina lako. Umesema na sisi ya kwamba unakusudia tuwe sababu ya baraka zako kukaa juu yetu, kukaa na juu ya uzao wetu na watoto wetu baada yetu, katika jina la Yesu inawezekana ye Mungu, tumetokea kwenye maisha ambayo yametengeneza laana, yametengeneza uharibifu, ambayo tumekuwa tunahangaika kuendelea kushughulikia, lakini ni majina mapya ambayo Bwana unatuita, unatuita ya kwamba tuanze kutengeneza baraka za kwako. Unatuita tena mahali pa mahusiano, unatuita tena mahali pa imani, unatuita tena mahali pa utii unatuita tena mahali pa kuomba tusaidie yesu tu... katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu, ninaomba kwa ajili ya yeyote aliyo kwa hapa ambaye ana changamoto yote kwenye maisha yake ambaye iko kinyume na kusudi lako kwa ajili yake, hiyo changamoto naitamkia kwamba ikaa, yeyuke kwa jina la Yesu Kristo. wale wote ambao wameendelea kutembea kwenye matokeo ya laana Hizo laana ziharibiwe kwa jina Yesu. Haya ni majina mapya ambayo Mungu ameandika kwa ajili yetu, tutemee kwenye baraka na hizo baraka ziende kwenye uzao wetu, ni ya katika jina la Yesu Kristo. Tusaidie Mungu kukutii kila wakati tunapoongea na sisi, hata kwenye utume uliouweka kwa ajili ya kazi yako ya watumishi wako wa takwimu, katika jina la Yesu, neema yako ikaonekane katika jina la Yesu. Amen.